Uoga ni kizuizi kikubwa kwa mtu anayeanza biashara kwa sababu zifuatazo. Jambo la kwanza, akili za binadamu zote huwa hazina confidence, wala haziwezi kujiamini kufanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika, hajawahi kukifanya unless mpaka ukikifanya ndio kinatengeneza confidence. So, uoga na mzee mtu asifanye biashara kwa sababu inafanya mtu asiwe na, awe na uncertainty kutokujua exactly nini afanye na nini kitatokea akifanya hilo jambo. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, kutokuwa na elimu kamili ya kujua namna ya kukifanya hicho kitu. Mtu anaweza kaa natamani kufanya lakini anapata uoga. Kwa sababu gani? Unapata uoga kwa sababu kujui nini cha kufanya. Kitu ambacho inatakiwa kufanya ili kurekebisha hilo jambo ni kuhakikisha wewe unajifunza exactly. Atua kwa atua, nini uanze, nini uache, nini ushike, nini ushike ufanye nini, ufanyeje ili kuweza ondoa uoga na ku gain confidence ya kuweza kufanya kitu ambacho unataka ukifanya. Hicho ni jambo la pili. Jambo la tatu, mtu anakuwa hayuko tayari kuonekana mjinga, kwamba amefanya kitu kafeli. Watu hawataki kufeli, yaani mtu bora asifanye kitu kuliko afanye kitu alafu aonekana amefeli, kwa mtu anaona kama ah, mi nitakuwa mjinga, nitaonekana kama mjinga, sina akili, nimefanya jambo alafu nimefeli. Alafu wanasahau kwamba huwezi kupata matokeo ya kitu kama ujakifanya. Lazima kwanza ufanye, ufeli, ufanye, ufeli, ufanye, ufeli, ufeli Alafu ufanye tena ndio unaweza kufa, kufanikiwa. Ukiogopa kufeli, ukawa hauna uncertainty, ukawa hujui nini cha ya kufanya, inapelekea uoga. Ukipelekea uoga, basi unashinda kufanya. So, ili kuweza kufanya, kuepuka uoga kwenye biashara yako, jambo la kwanza, jifunze namna ya kufanya hicho kitu. Jambo la pili, usiogope kufeli, wewe fanya, ukifeli ndo namna moja ya kujifunza. Jambo la mwisho, kujipa moyo kwamba sitaki kuogopa kwa matokeo ambayo hayapo natakiwa kwanza nifanye fanye, ndo nitaweza kupata confidence. Usisubiri confidence ya kufanya jambo, fanya kwanza, utapata confidence, unajikuta umeweza kufanya na kuchukua hatua.